Kama unataka kuanza biashara ya vipodozi hapa nchini kwetu Tanzania, basi ujue kwamba hii video itakuokoa miaka mingi ya makosa. Okay yes, watu wengi wanaanza biashara wakiwa hawana muongozo sahihi, na unajua kabisa, kama utaanza biashara vibaya, ujua utapoteza muda, utapoteza pesa nyingi na pia maumivu. Kwa hiyo hii video hii nimekuandalia wewe mpendwa wangu, unaefuatilia chaneli hii hapa, yes, ili hujue ni vitu gani vya kufata, uanze vipi biashara mpaka pale utakapoenda kufanikiwa. um, Sawa, so, before tujasonga mbele, naomba ufanye favor tu kwa ajili yangu hapa, subscribe hii channel yangu hapa yes, share na marafiki yetu kumi kwenye WhatsApp, that's the only favor ambao unaweza kanifanyia mimi, ili niendelee kutoa tips zaidi kuhusiana na biashara hii ya vipodozi. Kitu cha kwanza ambacho unapaswa kujua ni kwamba ni kuepuka yale matatizo ambayo yanakusababishia wewe hapo ushindwe kufanikiwa kwenye kile ile biashara. Kwa makosa haya hapa uyaepuke kabisa. Cha kwanza, wengi wanajikuta wanaanza biashara kwa kuuza vipodozi fake. My dear, ni hatari kubwa sana kwa sababu unajua hizi ni kemikali. Kwa hiyo kama ni kemikali, unafikiria kuziuza, so you can imagine that kwamba uki uze kitu ambacho ni feki, ni mtu anaenda kutumia kwa ngozi yake, kwa hiyo unamwatarishia maisha ya yule mtumiaji. Kwa hiyo epuka sana kuanza biashara hii kwa kununua vipodozi feki. Okay. Kitu cha pili ambacho unapaswa kuepuka ni kwamba uh, kutokujua namna gani ambavyo unaweza, hizi ni bidhaa ambazo zinauzika au hizi ambazo haziuziki. Kwa hiyo unajikuta kama mfanyabiashara umenunua bidhaa fu, mzigo umekungangania hautoki, na maana haujui ni bidhaa gani ambazo unapaswa uanze nazo kuzinunua kwa hiyo ni lazima ufanye research, ni bidhaa gani zinatoka na ni kwa nini, okay? kwa hiyo hepuka sana makosa hayo ya kununua mizigo ambayo itaenda kukuganda ndani mwako. I almost forgot this uh, nilikuwa nataka nisahau kwamba changamoto nyingine ni bei. Jamani, kwenye biashara yoyote ile ambayo unaingia, ni lazima ujue namna gani ambavyo unaweza kupata bidhaa zile ambazo unataka kuuza kwa bei nafuu. As much as possible hiyo itakusaidia wewe kuuza kwa kuuza, ukiwa unajiamini kuuza, ukiwa unapata faida, kwa sababu lengo lako hasa wewe kuingia kwenye biashara ni kupata faida. So itakuwa haina maana kama utakuwa umenunua ile bidhaa a bei kubwa, then hauna shindo akiuza kutokana na competition iliyopo. Kwa hiyo you better make sure kwamba umenunua bidhaa kwa bei sure nafuu, ili hata soko likishuka vipi, bado unaweza kusurvive. Okay. So, tuende kwenye important yani sehemu ambayo ni ya maana zaidi. Najua ndo swali ambalo unajiuliza hapa sana. Je, ni mtaji kiasi gani ambao unapaswa kuanza nayo? kama wa kuanza nayo yani kununua bidhaa zako za kwanza. Yes, kitu cha kwanza mtaji huo haujalishi. So ukiangalia hata video zangu za uko nyuma ni kwamba like you can start a business with no money kabisa. Kwa hiyo wakati tayari umeshapika your business kama ni cosmetics, basi ujue kwamba mtaji wa mata ni wewe utaangalia, haijalishi una shilingi hamsini, una laki moja na laki tatu na milioni moja, I think uh, hii ndio spoti nzuri ya kuanza hii biashara. Yaani, usianze na mapesa mengi, usisubiri kuona milioni kumi ndo uanze kufungua hii biashara. So um, andaa kiasi chochote ambacho ulicho nacho, hicho hicho ndo unaweza kwenda nacho. Okay, step ya pili na ya muhimu ni zaidi ni lazima ujue uh, au ni lazima ujue product zile zinafanya nini na ni kwa ajili ya nini. Yani um, lazima kwenye kununua bidhaa zako ununue kwa mfumo wa seti kwa sababu watu wanahitaji serum, watu wanahitaji cleanser, watu wanahitaji uh, wanahitaji moisturizer nzuri, watu wanahitaji uh, kitu ambacho kitawa treat yani treatment, labda mtu ana dawa ya unajua, watu wengi wanasuburia na machunusi, so you need to make sure kwamba ume pinpoint kwamba k like, hey, uh, mafuta yangu haya yanaenda kutibu Chunusi. Okay, so um, make sure kwamba unakuwa umetarget kwamba hizi bidhaa ambazo anazinunua ambao um, unaenda kuanza nazo, unahitaji sabuni. Ni most important thing, yani kitu ambacho kinatumika kila siku, kuchagua um, bidhaa ambazo seti ambazo zinaweza kwenda kuhuzika kwa haraka. Yes, ina maana like, ni rahisi kumpata mteja kwa sababu umeshajua shida yangu mimi kama mteja ni kwamba nasumbuliwa na chunusi. So when he came to you, nataka kipodozi ni kwamba nakwambia mimi nina shida na chunusi. Kwa hiyo unakuwa unajua bisa direct kwamba like take hii serum niacinamide, chukua na astretino usiyo unasumbuliwa na, na, na weusi yani zile changamoto zote malesma zote unapaswa uzitambue. Kwa hiyo when you sell, unakuwa tayari unajua unataka kuuza kwa mtu wenye tatizo gani. Kwa hiyo taya best pia kusoma husiana na ingredient ambazo zinatibu lile matatizo yote yangozi, ya ngozi ambao unaweza kununua kipodozi chake na ukamuuzia mteja alright, Tuende so step ya ingine ya mwisho na ya muhimu zaidi, ili uweze kukamilisha kwanza hii biashara, my dear, it's how to sell Yes, you need to sell it. Wengine wanasema mimi sina duka na uzaji. Jamani, mitandao ya kijamii iko hapa. Ndio maana tayari hapo uko na voucher, una bando la kuniangalia hapa mimi ili upate hii elimu. Kwa hiyo hii elimu unayoipata hapa kwangu ni muhimu sana. Ni lazima ujue jinsi gani ya kuuza. Ndio, utauza vipi? Tumia TikTok, Instagram, WhatsApp. Yes, all your friends ambao wamekuzunguka jamani, hao watu ni watu wanahitaji kujitumia mafuta. Yes, watu wanasumbuka, wamebabuka, wanafanya je? They need your help. Kwa hiyo make sure kwamba una kuwa ni sehemu ya kutatua matatizo yao ya ngozi kwa kuambia kwamba wewe unaweza tangaza biashara yako kwa, jitangaze uwezavyo ili kuweza kuwakomboa wale ambao wanahitaji uwepo wako uwezo wako. Yes, na through that ndio hivyo wanavyoweza kujipatia wewe kipato. Kwa hiyo jitambua, kwamba wewe hapo umesha target solution, kwamba mimi hapa kazi yangu ni kutatua matatizo ya ngozi ya watu. So you go there, talk about that. Ongea na watu wako wanao kuangalia status zako kuhusiana na ngozi, then watakuamini, wataona kwamba wewe like, you are right person kusolve matatizo yao. Kwa hiyo um, I hope from there utakuwa umeweza nini ku kuuza. Okay, let's go kwenye sehemu ya mwisho. Najua dada tumesikiliza yote. Je, hii mizigo tunaitoa wapi? Okay? Unaweza ukaitoa kwangu kupitia Biolash Cosmetics. Hii hapa ni duka langu ambalo tunahusika na kuuza bidhaa za vipodozi original kutoka Japan, kutoka US, kutoka German everywhere the world like uh, kwa ajili kwa bei ya jumla yani, kwa bei ya mwisho kabisa, bei ya chini kabisa ni wewe tu niambie bwana mimi nataka nitengeneze seti ambayo nimepata mteja wangu. Yaani unaweza hata ukaanza kukuja kwa kuingia tu. Una laki mbili, una laki tano, una milioni moja, like, nitengeneze seti kwa ajili ya mtu ambaye ana machunusi, nitengeneze seti kwa ajili ya mtu ambaye ana kitu fulani. So I'll be there to help you uweze kustart. Kwa hiyo jaribu kuanza kutangaza biashara yako. Alafu sasa njoo kwenye chimbo lako. Yes, niambie kabisa you are serious kuingia kwenye hii biashara. Kwa hiyo you can start kwa ile ambayo pesa ulionayo hiyo hiyo. Kwa hiyo tafuta wateja, nitumie ujumbe kwenye WhatsApp namba zangu ndo hizo hapo. Unaweza kuniandikia ujumbe tu kwamba unahitaji seti kwa ajili ya hivi, unataka kuanza biashara, una mtaji kiasi gani au bei gani? Na tunapatikana Mwananyamala A, yes, jengo la Barkatele, pia unaweza kutembelea tu ofisini kwetu kwa ajili ya kukuassist zaidi kuhusiana na kuchagua bidhaa nzuri original kabisa. Kwa hiyo sisi hapa tunahusika na kuuza vipodozi kwa bei ya jumla na kwa bei ya rejareja reja, na kukusaidia wewe ambaye pia una changamoto yoyote ya ngozi. Yes, hilo ndo lengo langu na matumaini yangu na matamanio yangu kuweza kuyatimiza. Okay, yeah, so nafikiri nimekutatulia tatizo lako la jinsi gani ya kupata hizi mizigo za vi cosmetics ukiwa na bei ukiwa na mtaji wako mdogo yes, tuko kwa ajili ya kukuhudumia na kukusaidia kwamba uweze kuanza biashara yako ya cosmetics, haijalishi una shilingi ngapi eh. Alright, my dear, I hope, uh, umepata kitu. Just make sure tu kwamba kama haukulike hebu like basi, algorithm muendelee kuniona yes, na wengine waendelee kupata ujumbe kwa sababu lengo langu ni kusaidia Una swali lolote, una komenti yoyote naomba ukoment hapo chini, ambayo itanisaidia mimi kuelewa where we are going. Unajua nyinyi nyewe eh? Hapo ndo watu wa muhimu zaidi kunifanya mimi kuendelea kufanya kazi hii hapa.